Kaeni, mbona mna fursa nzuri, huwa mnakaa. Kaeni, rudini kwenye utaratibu wa kukaa. Hata kama kuna eneo mna mitazamo tofauti, kaeni muimalize mitazamo, tubakize nchi yetu kiwa moja. Sisi serikali tunashughulikia maeneo yote yaliyokuwa na tofauti, yanayoleta mianya kati ya serikali na taasisi serikali na vikundi, serikali na vyama. Mheshimiwa Rais kwenye, of, kwenye ofisi ya kazi, ajira ndani ya ofisi ya waziri mkuu ameongeza na kitengo cha mahusiano kitafanya kazi i hii. hii inaonyesha ni namna gani Mheshimiwa Rais yuko concerned, anajali kuhakikisha Tanzania inabaki moja anaweka umuhimu kuendeleza umoja wa Watanzania. Limetokea tukio kubwa, ametoa msamaha ametoa msamaha kwa vijana ambao walishiriki bila, bila, bila kuwa wanajua kitu gani kinachoendelea kazi hey, yetu sota. Na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale. Mheshimiwa Waziri wa mambo na, mambo ya ndani, natambua huko hapa, baada ya baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miko yao masharti yao ya uandikishaji yanafikia wapi, na zile ambazo zilikuwa na shida shida wape uangalizi wa miezi sita. Natambua ilikuwepo hii moja ya Ufufuo na Uzima, kaifungulie ifungulie, wape masharti, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko ya na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa na sheria na katiba ya nchi yetu, na masharti ya taasisi na masharti ya usajili wao wenyewe, na nendeni mkayaangalie huko ya, ya, ya, ya nendele, mkaya masharti. Akikosea mmoja Utaratibu wa wa, wa kufunga kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ibada ni ushirika kati ya ya binadamu na Mungu, sio sio na askofu wake wala shehe wake. Ni, ni, ni, ni, ni ibada ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Nene ndeni kakiangalie vizuri hicho kipengele, ili akikosea ya shehe usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu wasiadhibiwe waumini wake, wasinyimwe waumini wake kufanya ibada, kufanya ushirika na Mungu wako.